Moja baada ya mwingine wanandoa hawa waliwasili katika kanisa hili la Assumption of Mary mtaani Umoja, kaunti ya Nairobi. Hapa kulikuwa na harusi ya aina yake. Maharusi hawa 31 waliojumuika kwa harusi ya pamoja walikuwa wamejawa na furaha na bashasha. Baada ya kufunga ndoa, walikabidhiwa vyeti vyao. I was uh, ready for it. And uh, for me, for my, for the entire life I believe that mass wedding is the best because you celebrate together as, as, as church members and as friends. So I believe this is the best for me. Single wedding uh, for me I feel is boring. kwa nini waliamua kushiriki harusi ya pamoja? Kulingana na vijana wa siku hizi kwa maana wengi sana hawana maybe kazi na kama mass wedding unasaidiwa, kuna mahitaji fulani kanisa imetusaidia, ambapo sisi wenyewe watu individual hatutaweza kujiinua. I think it's a little bit cheaper. I used around, uh, around uh, 30000 approximately 30000. To me that was too cheap. Harusi hii ilipangwa kwa muda wa miezi mitatu na kundi la wanaume katika kanisa hili. Hata hivyo, Askofu wa kanisa hili Moses Kiposke alisema kuwa kanisa halikuhusishwa na mchango wowote kwa ajili ya harusi hii. NTV.